Fungua tena moyo wako sema, e bwana Yesu. Sema tena, e bwana Yesu. Kila kilichopotezwa na adui kitarejea leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema Yesu, sema Yesu. Ninaomba unisaidie, ninaomba uniinue ninaomba uniwezeshe kwa damu yako Yesu yenye samani yenye ushindi na baraka tele. Fanya jambo kwenye maisha yangu, fanya jambo kwenye maisha yangu. Sema e Bwana Yesu, sema tena e Bwana Yesu. Kila ugonjwa uliokaa ndani yangu sasa hivi uachie maisha yangu! Ewe ugonjwa, achia maisha yangu! Ewe ugonjwa, achia afya yangu! Ewe ugonjwa, achia mwili wangu! Ewe ugonjwa, achia mwili wangu kwa jina la Yesu aliyeha, toweka! Toweka! Toweka! Toweka! Toweka! Naomba uinue tena mikono yako. Sema e Bwana Yesu. Sema e Bwana Yesu. Sema tena e Bwana Yesu. Kila giza la ugonjwa lililoko ndani yangu sasa hivi linaamuru liachilie kwa jina la Yesu Kristo. Wanazareti aliye hai, Yesu nisaidie. Naomba usame rohoni kabisa. Kuna kitu Mungu anakitengeneza ndani yako, kuna kitu Mungu anakiumba ndani yako saa hii tunavyoongea. Ugonjwa wowote uliokuwa nao sasa hivi, Yesu anakusaidia. Inua tu mikono yako juu, sema wewe ugonjwa ulioko ndani yangu sasa hivi hauna nafasi ndani yangu, kwa jina la Yesu, achia. Achia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, niachie, niachie, niachie, niachie, kwa jina la Yesu, aliye hapa wame sasa hivi, haijalishi ni eneo gani upo. Ugonjwa unanisikia, toweka jina la Yesu, toweka jina la Yesu, kwenye kichwa, kwenye kiuno, kwenye nyonga Jina la Yesu, kwenye miguu kwenye mgongo, moto unapita, kofi ya Mungu inapita, inakusaidia, inakuponya. Haijalishi ni ugonjwa umekaa muda gani, kuna kitu kinatokea kwako na Yesu anakitenda sasa, kwa jina la Yesu aliye hai Moto wa Yesu aliye hai, kwa nguvu za Yesu aliye hai, kila ugonjwa ulioshindikana hospitalini saa hii unawezekana. Kila ugonjwa ulioshindikana eneo lolote saa hii Yesu, Yesu anatenda. Yesu anatenda. Yesu anatenda. Yesu anatenda. Yesu anatenda. Kuna nguvu isiyo ya kawaida inapenya pale unapoumwa, inagusa mazingira unayoumwa, inatikisa mazingira yanayokuuma, na hiyo hali inaanza kutoweka. Hiyo hali inaanza kuachia. Hiyo hali inaanza kuteketea. Sema, kila maumivu yoyote ndani ya mwili wangu, ondoka!

Ugonjwa wa miaka mingi achia, ugonjwa wa muda mrefu achia, achia, kipanda uso achia, mbele ya kichwa changu achia, mgongoni achia, kwenye mbavu achia, kwenye moyo achia, kwenye nafsi achia, kichwa, kichwa cha muda mrefu achia. Achia. Achia. Achia. Achia. Achia. Achia.

vinavyoliwa kichwani kwako, kuna vitu vinavuliwa kwenye panda uso hapa mbele, hapa mbele kwenye kichwa chako, anasikia kuna, kuna vitu vinafunguka. Kofu ya Mungu imeshuka. Mwingine anasikia kwenye tumbo linaachia. Mwingine anasikia mkono wa kulia unamwachilia. Mwingine anasikia mbavu, mbavu, mbavu, mbavu, mbavu Mbavu, mbavu ya mkono wa kushoto inapata nguvu sahihi kwa damu ya Yesu aliye haki. Wengine ni presha zinatoka, wengine ni visukari vinatoka, wengine ni miguu inayouma inaachia kabisa, wengine ni matumbo yanaachia kabisa, wengine ni vizazi vinaachia kabisa kwa damu ya Yesu aliye haki. Sema toweka, toweka

Hautakaa, hautakaa! Yoyote anayeumwa aseme ondoka, ugonjwa! Ondoka, maradhi yote! Ondoka, sukuma kabisa, utoke! Nakwambia, yapo maajabu, tayaona masa haya utayasikia masaha yaka asante asante moto moto tamka eneo linalouma aka wengine ni vizazi vitaachiria aka vitaachiria vitaachiria aka vitaachiria aka wengine ni presa wengine ni vichwa prei nao prei nao auti aute nasema toka toka Toka, ni saa yako, ni majira yako, ni muda wako. Hapana, wasemi hivo, onyesha bidii zako, onyesha kabisa. Asante Yesu, asante kwa mara ya kwanza. Potea, potea, potea kwenye kichwa chake, potea kwenye kichwa chake, potea kwenye kichwa chake. Wengine ni afya, afya, afya. Wengine ni miguu, miguu, miguu. Wengine ni ni vichwa, vichwa, vichwa. wengine wengine ni miguu yao, sehemu ya kukanyagia, potea, potea! Haya, tamka, haya, ongea sasa, ongea, sema, ugonjwa toka, ugonjwa kutupiwa, ugonjwa wametego, ugonjwa wa kichaa, sasa achia, sasa achia, sasa

kila ugonjwa wa kutupiwa, toka toka, achia maisha yake, achia mili yake, achia njia yake, achia achia, toka, achia toka, achia kila magonjwa uliyotumiwa uliyotupiwa pale makomilene pale njia panda, toka toka, toka toka, toka toka, toka, achia toka, achia, uliyokamata kichwa, ulikamata miguu, ulikamata tumbo, unaachia leo, unaachia leo, moto moto moto, Yesa achia leo

Inua mikono yako moto na kila kilichokamata kinatoka, kinatoka! Na kiamrisha nakiamrisha, ninaamrisha kwenye kicha kitoke, kitoke! Ninaamrisha kwenye kiuno kitoke! Ninaamrisha kwenye mbavu, kansa toka kwa huyo binte, toka kwa huyo mama, magonjwa ya mbavu toka, oka, toka, toka, toka, toka! Shasa tayari kila ta tatizo lilo logwaka iwo ulozi unatoka, wanachia kiuno chako, wanachia mbavu yako, yoyote anayekulalia usiku wakati umelalaka na nguvu za giza, moto moto ulao umeshuka. Ninaiona nguvu ya Mungu inatembea kwako, na yale maroho yanahamaka, na yale maroho yanakamatwa, na yale maroho yanateketea.

Uyo mama atia, atia, sasa atia kwa jina la Yesu. Jina lenye mamlaka, jina lenye uweza, jina lenye nguvu, jina Yesu Lipitano majina yote linachoma nafsi na roho, hawa natoka, hawa natoka, wanaotesa maisha yako, magonjwa yaliyotupiwa na majini yanaachia kizazi, yanaachia kizazi, yana

atia toweka, toweka, toweka, toweka pepo, toweka pepo, toweka, toweka, toweka, toweka, toweka, toweka, toweka, toweka! Toa moto, moto wanyesha, lamba lamba, kila magonjo yanalambwa, kila magonjo yanateketea, yanaachia afya yako, yanaachia mwili wako, toka toka, toka, toka, toka kila magonjwa wana ramba kwa moto, wanateketea hayo magonjwa! Toka, toka, toka, sasa toka chia, kwa jina la Yesu! Hayo magonjwa yaliyokamata familia yako, hayo magonjwa yalikamata tumbo lako, yalikamata mbava wili wako, hayo magonjwa

Natamka, ninakuamrisha sasa, iwe ni pepo ninatoka, iwe ni majini yanawaka moto. Kwa mara ya kwanza, waka waka waka! Ninaamrisha, moto wa Yesu umeshuka hapa. Majini yanayokutesa yanakamata, yameshikiliwa mateka, yanaharibika, yanadondoka. Ondoka, ondoka, achia kizazi chake, achia sasa.

sema niachie niachie niachie niachie niachie sasa toka toka toka toka moto moto inua mikono yako anza kutoka toka toka toka toka toka toka toka sasa roho za uchawi zinakamatwa

Ondoka chuma, ulete, ondoka, ondoka, ondoka, roho ya kushindwa ka ondoka

Twende sasa twende sasa twende sasa twende twende twende ugonjwa toka toka toka toka toka toka, toka toka toka maroho ya kuzimu yana toka maroho ya kuzimu yana toka toka, toka toka, toka, toka. Toka, teketea! Wewe ugonjwa toka, wewe pepo toka, wewe kifungo toka, toka, toka, toka kwenye maisha yako toka. Toka sasa, toka sasa, toka sasa. Wewe pepo, twende. Inakuachia, inakuachia, inakuachia, inakuachia, inakuachia. Achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia nyota. Leo naachia. Unaachia, unaachia, unaachia, ka achia, afanikiwe. Achia aone matokeo, achia aone njia, achia leo. Unamwachia huyo, unamwachia, unamwachia leo. Unatoka hilo agano, ka agano la Yesu, fanikiwe. Toka, toka, achia uchumi wake, achia uchumi wake, achia uchumi wake. Achia, achia, achia ibilisha, ondoka Ondoka, ondoka, unachomwa, unachomwa, unachomwa, tende mbio, tende sasa, tende sasa, moto, moto, moto, moto kila eneo moto, kila eneo moto, tendeka, tende sasa, unanguka wewe, unanguka sasa Unang'oka sasa, umekamatwa, umekamatwa. Wachawi wa shuleni wamekamatwa, wamekamatwa. Haya, tende, achia, achia, achia, achia achia, achia. achia achia achia achia achia achia sasa, achia, achia maisha yaka achia achia mata mata mata ondoka ondoka ondoka ondoka ondoka ondoka ondoka ondoka ondoka ondoka ondoka ondoka ondoka natamka ondoka natamka ondoka natamka ondoka natamka ondoka ondoka ondoka sasa ondoka sasa ondoka sasa moto moto wayesa ondoka ondoka ondoka ondoka achia maisha yake Achia achia achia achia achia achia, achia. Saa imefika unawaka moto, saa imefika unateketea, unamwachia, achia maradhi yote achia, achia nguvu za giza atia atia nyota yake nyota ya kazi. Wewe mwarabu toka ndani yake toka toka toka toka toka oka oka oka sasa oka. Wewe tende tende sasa sa. tende sasa sa. tende sasa sa. tende saa sa. sa, sa. saa ya kutoka saa ya kutoka saa ya kutoka saa ya kutoka saa ya kutoka mwachie mwachie mwachie mwachie mwachie, na tamka, wachawi wote leo mnapigwa kuzimu, ina watapika, kuzimu ina waachia, kuzimu ina haribika, kuzimu ina wakamoto, ina wakamoto, ondoka Ondoka, ondoka, ondoka, ondoka! Moto, moto, moto, moto wa Yesu unatembea, unatembea, unatembea! Sasa kwa moto wa Yesu teketea, te.

Ondoka, ondoka, ondoka, ondoka, haraka haraka! Achia maisha ya achia maisha ya achia maisha ya moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu nang'oka. Kila aliyekupiga leo anakamatwa, leo anakamatwa, leo anakuachia leo anachia maisha yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema leo, sema leo, kila roho ya giza haitanitesa, haitakaa kwenye maisha yao kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Omba rohoni, inua mikono yako ya juu. Sema e Bwana Yesu, sema tena e Bwana Yesu, kila magonjwa yote hayana nafasi kwenye maisha yangu. Sema e Bwana Yesu, kila tabu yoyote iliyokuja kwenye maisha yangu haina nafasi. Sema e Bwana Yesu, kila ubaya wowote wa adui uliowekwa kwenye maisha yangu hauna nafasi.